Uh, basi nimekuja katika mwendelezo wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, uh, wa kuunga mkono na kuwapongeza wachezaji wetu na timu zetu ambazo zinaiwakilisha Tanzania kimataifa. Uh, leo tumekuja hapa Bunju, eh, kwenye viwanja vya mazoezi vya Simba na ambako nilisikia kwamba panajengwa Simba Arena na mimi wat, nawatakia kila laheri, siku moja tuwe na uwanja mkubwa hapa wa Simba. Uh, nimekuja kwa ajili ya kukabidhi fedha za goli la mama uh, Simba walikuwa Eswatini na wakashinda mabao matatu dhidi uh, ya timu ya Nsingizini sasa mabao matatu kwenye hatua hii ni sawa na shilingi milioni 15 kwa sababu bao moja ni shilingi milioni tano za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa fedha ni kitu kimoja lakini muhimu zaidi ni kwamba Mheshimiwa Rais anawapongeza sana Simba anawatakia kila la heri katika mashindano haya ya klabu bingo barani Afrika. Ana imani kubwa sana na Simba katika mashindano ya mwaka huu. Mheshimiwa Rais amenituma niseme hivi: yeye yuko kwenye kampeni, anakamilisha mchakato kuelekea uchaguzi mkuu tarehe 29 mwezi Oktoba Watanzania watakapopiga kura, lakini haachi kuzifikiria timu zake zinazoiwakilisha Tanzania kimataifa, na muda wote anahakikisha kwamba eh, wakati timu zinacheza yeye lazima atazame michezo. Sasa, akasema hili nimesema mara nyingi, lakini mheshimiwa rais safari hii anawapongeza sana Simba kwa kuwa na kikosi bora cha mashindano kwa ajili ya mechi za kimataifa. Hazungumzii ligi ya ndani, mechi za kimataifa. Mheshimiwa rais ana imani kwamba kwa Simba hii safari hii klabu bingwa kucheza fainali inawezekana. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais amenituma nilete shilingi milioni kumi na tano, lakini anasema yeye alivyoiona Simba anaamini itashinda mechi zake zote hadi kwenda fainali. Kwa hivyo uh, kakaangu Magori, mimi naomba nisiwe na maneno mengi kwenye michezo, wanasema hakuna maneno, acha yeah. Eh, maneno weka nini, vitendo. Eh, weka vitendo, naomba nikabidhi sasa shilingi milioni 15 za goli la mama ambazo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameona nije nikabidhi kwa ajili ya kuwatia moyo wachezaji waendelee kuiwakilisha vyema Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, kwanza tunashukuru sana kwa niaba ya bodi ya Simba uongozi uh, wote wa Simba wanachama na wapenzi, tunaomba utufikishie salamu zetu kwa mheshimiwa rais kwa jinsi ambavyo anapenda vilabu vyetu vya Tanzania na kwa motisha mkubwa anayotoa kwenye michezo na hususa hili goli la mama na mambo mengine mengi. Tunamwahidi tutazidi kushinda na kwa kweli, siku ya Jumapili sijua andae shingapi, andae shingapi Jumapili, eh shingapi jumani na shinda goli ngapi? Themanini wala... haya. Andae themanini itakuwa itakuwa <tipanilis> shilingi ngapi? Kiriku. Kwa kweli shukrani zetu sana kwa mheshimiwa rais na Simba tunaahidi tutacheza mashindano haya kwa ukubwa wetu, tunaojua tutacheza vizuri, hatimaye tuweze kufika fainali na ikiwezekana kuchukua kikombe. Hii ndiyo msisitizo wetu. Tuliweka lengo la nusu fainali, lakini kwa sababu umetuambia kwamba mheshimiwa rais anataka tufike fainali na kwa kweli, tutapambana tutafika fainali. Na ikiwezekana Mungu akipenda tushukue na hili kombe kwa mara ya kwanza. Nashukuru sana kwa niaba ya bodi ya Simba, pelekea salamu zetu rais wetu Samia Suluhu Hassan, asante sana. Kwa niaba ya wachezaji kwa, kwa ujumla, kwanza mheshimiwa, napenda eh, upeleke shukrani zangu za dhati kwa, kwa mheshimiwa wetu mama yetu e, Samia Suluhu Hassan kwa motisha hii anayotupa e, kiukweli inatufanya ina sisi tunazidi kufanya vizuri na tunazidi kuiwakilisha nchi vizuri. E, sisi kama wachezaji kuelekea katika mchezo unaokuja tumejiandaa vizuri kwenda kuiwakilisha nchi vizuri kwenda kutafuta ushindi mwingine mzuri zaidi ambao tulopata katika mchezo mchezo wa ugenini. E, na kwa kweli nimesikia maneno ambayo yametoka yame, kwa, kwa mheshimiwa wetu, sisi kama wachezaji yametuingia tunakuahidi kwamba tunaenda kuyafanyia kazi ili kuweza kuweza kufanikisha kufika fainali na kuweza kuchukua kombe hili kwa mara ya kwanza. Hilo eh, ni jukumu letu sisi kama wachezaji wachezaj. Eh, tunamwahidi mama yetu kwamba tutaenda kupambana kwa kadri ya uwezo wetu, ili kuweza kufanikisha hayo malengo ambayo yeye alikuwa nayo, na sisi kama kama timu na kama wachezaji tuko nayo. La mwisho na, na nimtakie kila la heri katika uchaguzi mkuu eh, mama yetu, Mungu amtangulie. Uh, ili aweze kupata ushindi katika uchaguzi mkuu. Asante.